Jana Jumanne jioni, Oktoba 14 mwaka 2025, miili ya mateka wengine wanne waliofariki dunia ilikabidhiwa na kundi la Hamas na kusafirishwa hadi Taasisi ya Kitaifa ya Uchunguzi wa Vinasaba ya Polisi ya Israel mjini Tel Aviv. Tukio hilo lilifanyika kwa heshima kubwa, ambapo magari ya kubeba miili yalipowasili, maafisa wa polisi walipiga saluti na wananchi waliokusanyika pembeni walishuhudia kwa huzuni na ukimya mzito. Makundi ya watu walikuwa wamesimama kando ya barabara walionyesha ishara za majonzi na mshikamano, huku magari ya kijeshi na huduma za dharura yakisindikiza miili hiyo kwa uangalizi mkubwa. Tukio hilo limeongeza majonzi kwa familia za raia wa Israel ambao bado wanataabika na athari za mzozo unaoendelea kati ya Israel na Hamas. Taasisi ya uchunguzi wa vinasaba imepokea miili hiyo kwa ajili ya kufanya utambuzi wa kitaalamu wa mabaki ya mateka hao, kuhakikisha utambulisho wao kabla ya kukabidhiwa kwa familia zao kwa ajili ya mazishi. Tangu kuanza kwa mzozo wa sasa kati ya Israel na Hamas, suala la mateka limekuwa miongoni mwa masuala yenye mgogoro mkubwa na hisia kali. Serikali ya Israel imeendelea kushinikiza kuwachwakwa mateka wote waliobaki mikononi mwa Hamas, huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kwa usaidizi wa mashirika ya kimataifa na nchi washirika. Hadi sasa idadi kamili ya mateka waliofariki bado hajathibitishwa rasmi, lakini kuwasili kwa miili minne ni ukumbushi wa gharama kubwa ya vita na umuhimu wa kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo huu wa muda mrefu.